Kwa habari za entertainment sports, sports, politics. Usisahau kusubscribe our channel Bina TV we know watchance watch. <tosimilis> Mda baba unapusikiliza sisi wewe tu hapa. Jamii wanajua ulichofanya kwa mke wako umesikia. Nani? Sara, wewe ndio unayeumia. Na wewe ndio unajua mume wako, umenyelewa eh?

anh, anaomba ka nafasi awekwe sehemu, namwekeni hapa katikati mama, tupate picha kiongozi eh? so pole <laughs> <Kwa nae>, <coughs> na Ma, majirani mmeamua la kwenu, lazima lieleweke <coughs> okay. lazima lieleweke. Kwa kweli mwanamke wenzetu tunamsaidia, lazima tunapambana. Mwanamke wenzetu sisi, wamama tunateseka, wamama, ujumbe tunateseka kama hivi. Mwanamke wenzetu ana nini, anadhalilika? Sisi wamama tuko yaani, atutoke hapa mpaka kieleweke.

Mwanaume tena uchungu unasema unasema ndo ndo nzima yeye chakula, kama anampenda jamii hapa? Kwa msaidia hata mmoja. Hayupo. Leo unasema mume anateseka. Kwanza huyu mwanaume. Huyu mwanaume bora, bora, wengine washamkimbia huyu. Kabisa, ni mama yake kamzaa chango nzuri, hali dada ingekuwa mwanaume mwingine angepasha muacha. Lakini huyu baba ni anapambana kuanzia miaka miwili mzima. Yuko naye anapambana na Afu, leo unasema eti ndugu? Ay, ndugu gani kwa hali kama ile ah, jamani. ah ah. Hiyo haiko sahihi yani, wananchi wenye wa hasira kali tumeamua kujitolea macho na wasaidiwe basi <tri>

Kwa ndugu hamna kitu, lakini mume wanasema ngoja bora nife aufi na utaishi milele ufa ufi. Sema, tumekuelewa. Sasa, kama jamii mm, na kama unavyoona wamama tupu hapa watu wameona ile jambo lipofikia, na mgonjwa ni muda mrefu anateseka na, na umeangaika naye hospitalini. Maana ni bora sasa hata media zije zifanye interview na mgonjwa, na jiza alikuwa ananiambia, alikuwa anaongea tupo, aliposema swala la familia, akasema mimi, mume wangu umeshapambana sana hospitalini, umenipeleka ni kweli, umepambana, hebu naomba hata hizo media tu zije, mimi wanione Watanzania ninavyoteseka wanaoguswa wenye huruma ya Mungu wanione, uenda nitapata zaidi msaada. Alikuwa anaongea ndani, anakuonea huruma hata wewe mume wake ulipopambana. Ameongea sasa familia oh, kama familia sawa, basi sisi tutapata na familia zetu, lakini kuna muda ukifika, kama kijiji kama majirani kuangalia, ni wanakaa na mtu mtaani huyu. Mjumbe zefa yuko bize, kuna sehemu kaenda na maagizo yote ametoa zefa, na anajua huyu ni mjumbe wake zefa huyo hmm, ni mwenyekiti wa wazazi, umoja wa wazazi, yaani wameona haiwezekani mtaani tukae na mtu ndani anateketea, yaani neva, haiwezekani palipofikia. Yeye, yeah, anahitaji apate sapoti ya Watanzania wenye huruma zao Tansani, ili waone hakuna analoomba. Watu wengine na wanalozao wana uchungu, waguswe, mwanamke huyu mama anavyoteseka. <laughs> Waingie mifukoni wafanye harambee, ili nawe baba umepambana, hata Mungu amekuona na jamii pia, pia na watu wenye huruma zao wajue watamsaidia vipi kuliko akae ndani anateketea, jamani eh? Mtumishi si turuhusu tu, tu, tu, usiangalie familia, tunachoangalia ni ndugu yetu tu, tuone tunamsaidia kwa kwa familia. E, nicho tu. Kama wajua, wajua mbaya sisi, tuko tuko nyuma yako, kama e, majirani. Kama unajua hivi una, una, una hili, hili swala la media pia lina lina taratibu zake na zina sheria zake mimi naweza nikatoa go ahead, lakini huwezi kujua kwenye familia yao wanaweza wakamuona huko wakakomaindi waka, kwamba kwa nini imefikia hatua hii. Nilimwambia dada labda tuulize hivi familia, kama familiaada wote jamani, mwenyekiti wa serikali ya mitaa aitaka kuja, ambaye ni mtaa wetu wa Mabwepande aitaka aje hapa, viongozi wakubwa, picha ya huyu dada imesambaa. Na imesambaa kwa sababu gani? Watu walivyoona unaona. Baifani unaitwa. Anakuita mama. No. Lakini sasa jamani wale viongozi wakubwa hapa tukaambia hapana ngoja yeah, yeah, tu play part yetu sisi kwanza wajumbe washinde. Mmoja huyu huyu ameshia kwa wanawake njooni huko. Mabwepande. Ya mimi na hivi jambo letu wote jamani. Hivi mimi nauliza swali. Wamenikatisha niulize swali. Yaani wewe kama ni ndugu yangu mimi, si ndio? Ya? Una uchungu na mimi na hauwezi kunisaidia hata buku. Eh. Unasubiri mpaka nife uje utoe hela ya jeneza. Hivyo kweli wewe ni mtu? Wewe ni mtu? Una haja gani ya kusema kwamba eti namsubiri fulani ambaye hana huruma ya mimi, hata shilingi elfu mbili hawezi kunipa. Ha, sisi tusimame kama wamama, ndio hivyo sisi tunachotaka kwamba yeye ni rais, kaa aa mtumtetee ja, wamempeleka kwa ndugu, mbona wamemrudisha kwa mume, wameturudishia mzigo wake. Miaka miwili anaugua, miaka miwili mtu anatuali funza watu ndugu msikuwa na ndugu yenu kwa sababu gani? ni majirani tu ndo nimajirani. Leo, eh, leo heo, heo, hii mtu ausaidiwa nasmpaka mpaka ndugu zake. Ndugu alikuwa wapi? miaka miwili uko ndani mtu anateseka, mpaka mpaka kinatoa funza. Uye mtu aina gani? mpaka afe ndio tuchukue hatua? Kweli tunaomba tu asaidiwe, tu asaidiwe. Sisi tunachoomba wamama, asaidiwe, hawana hawana jinsi ndugu na, na, mzigo, mzigo, mzigo wewe? Kitu kimoja kwa sababu. Huyu mama baada ya hizi picha zake, tulichukua picha bila kuomba ruhusa kwa viongozi wetu wa chama na viongozi binafsi wengine. Ili tuwapate msaada wa dada. Na tunashukuru Mungu Danuela ka, aka hadi leo, tunashukuru media kufika hapa kwa sababu akajitahidi hadi leo watu hapa wameanza. Kile kidonda ukikiona au mtu wote muhusika akikiona kinatia huzuni sana. Kwanza unalia, kinatoa funza yupo ndani humu. Miaka miwili, akifia hapa ndani watamlaumu mwanaume au watamlaumu media. Kwa habari za entertainment, sport Politics. Usisahau kusubscribe our channel, Bina TV. We know watch